Hero, my name is Hassan. I am working as an English teacher. Hello, my name is Hassan. I am working as an English teacher. Hizi ni lafudhi mbili ambazo Watanzania wengi tunaongea. Aidha utakuwa kwenye lafudhi ya kwanza ambayo kwa Kiingereza tunaita thick accent, yaani una lafudhi ngumu sana ama una lafudhi mbaya sana ama utakuwa kwenye native accent ambayo tunaitafsiri kama sauti au lafudhi ya mzawa au lafudhi ya mzungu. Hii ni lafudhi ambayo wazungu wanaiongea. Ni vigumu sana kwa wewe mwenyewe kujitambua ya kwamba upo kwenye lafudhi mbaya hadi mtu aje akusikilize ndio utafahamu kama lafudhi yako ya Kiingereza itakuwa nzito sana kwa kumaanisha ya kwamba ina kopi sana lafudhi ya Kiswahili, basi wazungu au watu ambao ni wazawa wa Kiingereza hawataweza kuelewa maneno ambayo utakuwa ukitamka, kwa sababu utakuwa unatamka vitu tofauti na wao. Na asilimia tisini ya Watanzania tunaongea kwa lafudhi mbaya kutokana na kwamba wale ambao wametufundisha sisi Kiingereza walikuwa katika lafudhi ambayo siyo nzuri. Leo tutaongelea mbinu saba za kukuwezesha wewe kutoka kwenye mtu ambaye ana lafudhi mbaya ya Kiingereza, ama tunasema thick au strong accent kwenda kwenye mtu ambaye ana lafudhi nzuri ya Kiingereza ambayo kwa Kiingereza tunaita native accent. Kumbuka ya kwamba safari yako ya kutoka kwenye lafudhi mbaya ya Kiingereza kuelekea kwenye lafudhi nzuri ya Kiingereza haitakuwa imenyooka, bali utahama kwanza kutoka kwenye thick accent kuingia kwenye neutral accent, kisha baada ya neutral accent ndio utaweza kuingia kwenye native accent. So tukisema thick accent, tumesema ndio lafudhi mbaya. Neutral accent ni lafudhi ambayo ipo kati kwa kati, sio nzuri, sio mbaya. Kwa hiyo hii ni pale ambapo mtu anaweza kuongea Kiingereza na maneno yake unayasikia vizuri kabisa ila lafudhi yake haijafikia ule uzuri kiasi kwamba ukasikia ukahisi ya kwamba huyu anaweza akawa ameishi na wazungu. Huenda ukajidhania wewe upo kwenye neutral accent. Ila nikwambie ya kwamba asilimia kubwa ya sisi wa Tanzania tupo kwenye lafudhi mbaya, hatujafika hata kwenye neutral. Kwenye hii video nitakupa mbinu saba ambazo zitakuwezesha kutoka kwenye lafudhi mbaya kuelekea kwenye lafudhi ya mzawa wa Kiingereza. Kama utaweza kufuatilia hii video hadi mwisho na ukafuata vile ambavyo nitasema, ndani ya wiki tatu utaanza kuona mabadiliko katika lafudhi yako na ndani ya muda mfupi utaweza kubadilisha lafudhi yako kutoka kwenye lafudhi mbaya kwenda kwenye lafudhi bora, lafudhi nzuri sana ya Kiingereza ambayo itashangaza watu popote ambapo utaenda na kuongea Kiingereza. Mbinu ya kwanza tunaita listen and repeat. mbinu hii inahusisha wewe kukaa kusikiliza mtu ambaye ni mzawa wa Kiingereza vile anavyoongea na kujaribu kurudia na kutamka vile vile ambavyo yeye atakuwa anaongea. Katika mbinu hii unaweza kutafuta chaneli yoyote ya YouTube na mimi nasugesti au natoa ushauri ya kwamba channel nzuri ya kufuatilia ya kiingereza ni channel ya BBC. BBC wana channel yao ya kufundisha kiingereza ambayo wanaofundisha wote ni wazawa. Hivyo basi unaweza ukakaa ukawasikiliza, na ukawa unasimamisha video na unajaribu kurudia wanavyotamka vile vile. Kitu ambacho kikubwa utakachogundua ukiwa unafanya hii mbinu ya listen and repeat ni kwamba wazungu hawaongei neno moja moja. Mara nyingi wanaunganisha neno. Badala ya kusema mfano, I work as an English teacher, utasikia wanasema I work as an English teacher. Nimeunganisha as an English teacher, imekuwa kama vile ni neno moja. Mbinu ya pili tunaita reading aloud na hii mbinu inahusisha wewe kuchukua kitabu na kusoma kwa sauti. Inabidi ufanye hivi kila siku kwa dakika thelathini hadi lisali moja. Tafuta kitabu chochote cha stori na anza kukisoma kwa sauti, ujisikie yale matamshi ambayo unatamka. Pia usihofu kuhusu kuelewa au kuto kuelewa baadhi ya maneno ambayo yatakuwa kwenye stori. Lengo la kusoma stori sio kuelewa kila neno ambalo utakuwa unalisoma, bali ni kujifunza na kufanya mazoezi ya kutamka yale maneno ambayo utakuwa unasoma kwenye stori. Mbinu ya nne tunaita Learn the difference in sounds. Kumbuka tukiwa nursery tulikuwa tukijifunza kuimba abcdefg na kadhalika mpaka z, na wengi hatukuchukulia kwamba ni somo la muhimu sana ila, leo nakwambia ya kwamba ni somo ambalo ni la muhimu sana ili uweze kuongea kiingereza kizuri na uwe na lafudhi nzuri, lazima ujue kutofautisha herufi zote kuanzia a mpaka z. Baadhi ya watu wanashindwa kutofautisha l na r, kwa hiyo unakuta mtu badala ya kusema hello anasema hero. Baadhi ya watu wanashindwa kutofautisha sa na tha. kwa hiyo mtu unakuta badala ya kusema thank you anasema thank you na kuna kundi lingine la watu ambao wanashindwa kutofautisha th na za. Kwahiyo unakuta mtu badala ya kusema father anasema faza, au mother anasema maza. Mbinu ya tano tunaita repeat until you know the difference, maana yake rudia mpaka uweze kujua tofauti. Kwa wale ambao wanashindwa kutofautisha mfano l na r Mbinu ambayo unatakiwa utumie ni kurudia maneno ambayo yana hizo l na r hadi uweze kuzitofautisha. Mfano, kama mimi ningekuwa na shida ya l na r, ningeandika maneno mawili, mfano lo na ro. Ningeyasoma haya maneno, kurudia hadi niweze kutofautisha l na r, kwa kumaanisha, ningesoma lo, ro, ro, lo, ro, lo, ro, lo, ro hadi iwe rahisi kwenye ulimi wangu kutamka l na r. Kwa wengi ambao sio wazawa wa lugha ya Kiingereza, kwa kumaanisha ya kwamba amejifunzia lugha ya Kiingereza ukubwani, huwa anaona ya kwamba tofauti ya hizi herufi labda sa na tha ni kitu kidogo sana na wala hata watu hawazingatii, ila kumbuka ya kwamba kwa mzawa wa Kiingereza kuweza kutofautisha hizi herufi ni kitu kikubwa sana. Ni kama wewe katika kiswahili chako mtu akashindwa kusema baba akawa anasema papa. Ni herufi mbili ambazo ni tofauti kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wewe kuweza kujitahidi kurudiarudia kutamka maneno yenye hizi herufi ili uweze kuzitofautisha kwa usahihi. Mbinu ya sita ya kuweza kuwa na lafudhi nzuri kama ya mzawa inahusisha pia kutumia maneno ambayo wazawa wanatumia. Mfano, badala ya kusema children sema kid, badala ya kusema father sema dad, badala ya kusema mother sema mom, badala ya kusema yes sema of course, badala ya kusema no sema nope. Haya maneno yatakufanya wewe uonekane kama ni mzawa wa lugha ya Kiingereza. Mbinu ya saba na ya mwisho ni mbinu ya kuweza kufanya listening skills questions. Kumbuka ya kwamba ili uweze kuongea lafudhi nzuri inabidi wewe pia ujue kusikia lafudhi nzuri. Hivyo basi kama unaweza ukawa na mzungu au mtu yoyote ambaye anaongea kwa lafudhi ya mzawa, basi unaweza ukamwelekeza akuambie sentensi tofauti tofauti, kisha wewe uziandike na yeye akukague, aangalie kama umepatia kuandika zile sentensi alizoongea. Mara nyingi utajikuta ya kwamba maneno anayoongea mzungu unashindwa kuyasikia ama Unaandika neno ambalo ni tofauti na yeye aliyetamka. Ukiweza kurudia zoezi hili mara kwa mara, sio tu wewe utatamka kwa lafudhi ya Kiingereza, bali hata utaweza kusikia lafudhi ya wazawa wa Kiingereza. Najua ya kwamba wengi wetu hatuna wazungu na hatuna watu wa karibu ambao wanaweza wakatusaidia katika zoezi hili. Njia nyepesi ni kudownload app ya Easy English TZ. Ukisha download app kutoka Play Store, utaweza kufanya maswali ya listening skills. Ingia kwenye app, bonyeza sehemu pameandikwa matamshi kisha bonyeza listening skills au maswali ya kusikiliza, kisha utaweza kufanya maswali ambayo app itakuwa inakutamkia sentensi tofauti tofauti, na wewe itabidi uziandike kwa maneno. Kisha app itakwambia kama umepatia ama umekosea, na itakupa masahihisho au itakupa jibu sahihi ambalo ilipaswa wewe uandike. Baadhi ya wa watu wanasema ya kwamba kujifunza lafudhi ni kitu kigumu sana. Wewe una maoni gani juu ya hili? Niandikie kwenye comment. Pia niandikie, unaandika hii comment kutoka wapi? Unajifunza kutoka wapi? Mimi ni mwalimu wa Kiingereza. Kama unataka kuboresha matamshi yako kupitia group letu ama darasa zetu za online za private, ambapo unafundishwa wewe mwenyewe ukiwa na mwalimu peke yako, basi wasiliana na mimi katika namba ambazo zitatokea kwenye skrini yako.